Kata ni kupe hiyo hiyo provision mashuhuri, ni section 19 subsection 3 of the Political Parties Act.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 Usimruhusu, na namna ya kutokumruhusu ni kuambia, mna ushahidi, pelekeni information High Court. Hamna ushahidi wa kutosha, enka an immediate knowledge ya pangu. Ni hayo mshuhidi.